Kijana mmoja aitoe Abdalah maarufu kwa jina la Dula, mkazi wa mtaa wa Matejeo, kata ya Sakina jijini Arusha, alikuwa akijishughulisha na kazi ya mpiga debe maarufu kama sarange sarange, amefariki dunia ghafla baada ya kutapika damu mfululizo. Tukio hilo limetokea katika eneo la stendi kubwa, ambapo Dula alikuwa akihangaikia maisha ya kila siku kama vijana wengine wa mtaani. Chanzo halisi cha kifo chake bado hakijathibitishwa rasmi, lakini baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanadai huenda kifo hicho kimetokana na matumizi ya madawa kulevya, tatizo linalozidi kushamiri miongoni mwa vijana wa eneo hilo la stendi. Kwa majina yangu naitwa Nordini, mfanyabiashara wa stendi, pia ni ajenti wa shabibi saidizi. Nafikiri mimi tangu nije ni tukio langu la kwanza, lakini ukiangalia asilimia tisini ya vijana ambao ni miaka ishirini na tano kushuka chini ni vijana ambao yaani wanalewa pombe, asubuhi tu tayari wameshalewa. Kwa hiyo wanatumia madawa yao ambao kabisa wanajua kabisa ni hatari. Lakini unakuta mwisho wa siku anafanya biashara ambazo ni za haramu ndio kama hizo ambazo zinakuja kuingiza kwenye matatizo kama hayo. Kwa hiyo yani ni changamoto. Kama ingekuwa kuna uwezo sehemu ambayo wanaweza kutusemea jambo la kwanza kabisa. Pombe. Pombe kisha ondoka hapa standi. Matukio kama hayo huwezi kuyaona. Lakini sasa unakuta kuna watu tayari wana nguvu wana mabavu, kila mtu uwezi kumzuia mtu. Kama mtu hujitambui angalia kama ujitambui wewe mwenyewe utatambulishwa na, na, na, na matumizi mabaya ambayo unaoyatumia, kwa sababu hamna wasemaji, hamna mtu anaweza akakemea. Aka mtu akionekana anakemea basi anaonekana mbaya, umeshanielewa kwao? Vitu kama hivyo ndio maana vijana wengi unawaona hapa hivi saa hizi ni saa tano, lakini mtu unakuta tayari akili yake tayari imeshabadilika ameshalewa, hata ukimsemesha akili yake sio tena. Kwa yani, ishu ya pombe Mi ningeomba tu kama kuna uwezekano ili jambo liondoke kwenye stendi yetu, ili vijana kama hao watafute riziki zao, ili wawapelekee wa, familia zao. Baadhi yao wameeleza kuwa uuzaji holela wa pombe haramu aina ya piwa katika stendi hiyo unachangia hukua, kwa kiasi kikubwa kuharibu vijana, kuwaingiza kwenye utegemezi wa madawa ya kulevya. Habari mia tatu sitini Digital ilifika katika eneo la tukio na kuzungumza na mashuhuda waliokuwa karibu na dula muda mfupi kabla kifo ya kifo chake, mmoja wa mashuhuda hao, Mutu Marijani, ambaye ni kiongozi wa vijana wa stendi, alieleza kwa masikitiko hali ilivyokuwa. naitwa Mutu Marijani, nafanya shughuli zangu hapa stendi, ni kiongozi wa vijana wa kiboa hapa stendi. hapa stendi bana, changamoto iliyokuwepo, changamoto iliyokuwepo hapa stendi, kuna mateja wengi. Sasa hawa mateja wanakwenda kumeza dawa kule Mount Meru methadone wakitoka kule Mount Meru wengine wakija hapa wanakunywa pombe za kupima, hiyo inakuwa ni changamoto sasa. Vibanda vingi vya meza nyingi za stendi wanazuga maji, wanauza maji na soda, lakini wanauza hadi piwa. Mimi mwenyewe nimeshakamata piwa hapa ya kutosha na mwaga kila kukicha. Sasa sisi kama tunafanya shughuli zetu hapa stendi, ombi letu kwa serikali kuwe na tax force ifuatilie ifatilia hao watu wanaouza vibanda vya stendi kwa sababu naamini kwamba unauza po, muuza pombe wote anatakuwa awe na leseni. Hizi pombe zinaharibu vijana na sio pombe useme labda ni konyagi ni piwa, piwa ni nyingi sana hapa stendi. Sasa kila siku tunamwaga, lakini watu wanaleta, hakuna action yote inayochukuliwa. Wengine wameshapelekwa hadi polisi, wanapelekwa mahakamani, wanatoka. Kwa hiyo nafikiri kunatakuwa tu, kuwe tu na task force maalum ya kudili na hawa wauza piwa stendi kwa mtindo huu, hawa vijana watakuwa wanapotea kila kukicha, kwa sababu wakitoka kumeza methadone kule, wakija hapa wanakunywa piwa. Kama huyu wa leo, amekuja ametoka kumeza methadone, amekuja hapa akakatia katapika damu hapa. Unaweza ukasema ni maini anayatema ni, yani ametapika tuseme maini. Kwa hiyo hii ni hatari kubwa sana, nguvu kazi ya taifa inapotea. Vijana wengine waliokuwepo pia walitoa ushuhuda wao, wakieleza namna mazingira ya stendi na kuchangia changamoto za kimaisha wabijana, wajira, za kwa vijana, ukosefu wa ajira na utegemezi wa dawa za kulevya kwa njia ya kusahau matatizo yao. Amna anayejua kwamba alikuwa anaumwa au vipi, kwa sababu hali... Mimi kitendo cha kukutana naye hapo kwamba ameniambia kwamba bro, mudi natapika, ndo akakaa kwenye msingi akatapika ndoka... akalala moja kwa moja, biashara ikaisha. Amekaa kwenye msingi hapo akatapika, kalala chali moja kwa moja. Hiyo pia ni funzo kwa wengine. Kwanza hawali mambo ni mengi, wanaotumia. Kwa hiyo cha muhimu, mwenye macho wambiwi tazama, wameona kilichotokea. Kwa jina naitwa Hasani Bonga, nafanya kazi maeneo ya hapa stendi kubwa. Jambo kubwa, au vijana madawa ya kulevya ndio yamewaathiri, wanakunywa madawa ya kulevya, alafu chakula kinakuwa cha shida kikubwa tu serikali iangalie namna ya kuadhibiti. Maana inasemekana huyu kijana alikuwa, alikuwa soba, alipelekwa soba. Sasa amerudi hapa, ameenda kunywa siju dawa, akaja hapa akanywa na pombe kali, matokeo yake ndo haya hapa, ameanza kutapika damu. Ametapika damu nadhani ni ya kutosha, maana karibia jagi nne, amekinga damu na mikono imeshindikana. Paka imfikia mahali anasema jamani, mimi nakufa, mimi nakufa. Na kweli baada ya muda jamaa yetu akawa ametotoka hapa. Kazi yake kubwa ilikuwa haieleweki, mara kubeba mizigo, mara kutafuta abiria, lakini tunavyomfahamu sisi anaitwa Abdalla. Kifo cha kijana Dula ni mfano mwingine wa jinsi madawa ya kulevya yanaendelea kuzika ndoto, vipaji na maisha ya vijana wetu. Kila kijana aliyepotea kwa njia hii ni pigo kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ni wakati sasa kwa jamii kushirikiana kwa dhati, kutoka kwa wazazi viongozi, wafanyabiashara na vyombo vya usalama kuweka mipaka thabiti ya kulinda kizazi hiki dhidi ya mtego huu hatari. Maisha ya kijana ni hazina isiyofaa kupuuzwa. Tukinyamaza leo, kesho tutajikuta tunalia zaidi.